Ligi Kuu. Mbuni Ligi Kuu. Mbuni Ligi Kuu, mi ndo mlezi wenu wa timu, mlezi wa timu ya Mbuni. Na Arusha tunahitaji kuwa na timu ya Ligi Kuu. Mkoa huu hauna timu ya Ligi Kuu kwa muda mrefu. Kwa hiyo mimi kama mkuu wa mkoa ninayependa michezo na najua mchango wa michezo katika uchumi, najua Arusha tukipata Ligi Kuu mkoa huu ni wa utalii, watu watapata burudani baada ya kazi. Kwa hiyo miundombinu, serikali yetu chini ya Dkt Samia inatengenezwa. Hata AFCON ya 2027 itafanyika Arusha. Uwanja mzuri wa kisasa CAF category 4 unaenda kukamilika mwakani. Jiji wanajenga uwanja mzuri wa kisasa kama wa KMC na viwanja tunavyo Rhino vizuri. Kwa hiyo hawana timu ya ligi kuu kwa hiyo, nataka mimi na nyie na uongozi tuanze safari iliyoshindikana Arusha, ya kuifanya Arusha iwe na timu ya ligi kuu <coughs> tuianze hiyo safari, na tunawekeana malengo kwamba tumeanza na mechi mbili tumeshinda. Sisi hakuna wa kututoa kileleni mpaka mwisho, inawezekana. Mpira ni ajira, mpira unachangia katika biashara. Tutapandisha timu, Mama Ntilie atafaidika kwa sababu timu zote zitakuja Arusha, bodaboda watafaidika, boda, timu zote zitakuja Arusha, mahoteli yatajaa, timu zote zitakuja Arusha lakini falsafa yetu ya kwanza, tukitaka kupanda ligi kuu ni kushinda mechi zote za nyumbani. Kwa hiyo, kama mzazi nilikaja nikasema, basi ile ya mwezi wa tisa nije nao kabisa, mbali ya kuwa na uhakika wa huo mshahara. Nikasema hapana, hiyo ikae pembeni, lakini kila mchezaji mlimwandika hapa nitampa laki moja moja. Nimetoka huko nikapita nikanunua mchele kilo mia nikanunua na mafuta lita 20. Kwa niaba ya brigade, kamanda, viongozi na wachezaji wa timu ya Mbuni, napenda kuchukua fursa hii kukushukuru wewe kwanza kwa kukubali ombi letu la kuwa mlezi wa timu ya Mbuni FC. Tunajua hii yote unaifanya kwa ajili ya kama ulivyoelezea mwenyewe mwanzoni kwamba wewe ni mwanamichezo, lakini vile vile kutokana na mapenzi yako katika timu ya Mbuni. Sisi tukuahidi tu tukua kwamba tutajitoa na kwamba tutashinda mechi zote kama vile ambavyo umeelekeza.